Watu wengi sana wamekuwa wakisema ya kwamba wanamsubiri Mungu katika maombi yao, ila ni ukweli, Mungu anawasubiri wao. Kwa nini? Kuna makosa ukiyafanya kwenye maombi, unaweza ukafanya majibu yako yakawa ni ngumu sana kuyapata. Hivi unafahamu ya kwamba kuna makosa ambayo ukiyafanya kwenye maombi, unaweza ukajiwekea ugumu sana kupokea majibu ya maombi yako? Unaweza ukakaa ukasema kwamba unamsubiri Mungu, kumbe ni Mungu ndiye ambaye anakusubiri wewe. Leo hii tunakwenda kujifunza kosa kubwa ambalo watu wengi sana wanalifanya kwenye maombi ambalo linaleta ugumu katika kupokea majibu ya maombi yao. Natamani sana ujumbe wa siku wa leo uchukulie siriasi sana, kwa sababu naamini kama ukijifunza ujumbe huu na ukaenda kuufanyia kazi, hakika utapokea majibu ya maombi yako. Karibu sana. Kama bado hujasubscribe channel hii, kuwa sehemu ya channel hii, tujifunze kanuni za msingi za kufanya kwenye maombi, hata tuweze kuvuka katika kupokea majibu ya maombi yetu katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Na hili ndiyo kosa ambao watu wengi wanalifanya katika maombi yao. Watu wengi sana wakienda kwenye maombi yao hawamwelezi Mungu nini wanataka kwenye maombi yao, bali wanamwambia Mungu nini kinaendelea. Watu wengi sana hawamwelezi Mungu nini wanakitaka kwenye maombi yao, ila wanamweleza Mungu nini kinaendelea. Mwana wa Mungu, nisikize kwa makini sana. Unapoenda kwenye maombi kumwambia Mungu nini kinaendelea kwenye maisha yako, hayo sio maombi, hayo ni malalamiko. Ila kumwambia Mungu nini unataka katika kile kinachoendelea, hayo ndio maombi. Hebu natamani nikupe mifano mitatu kwenye Biblia ambayo itakufundisha vizuri, utaelewa ya kwamba kwa nini kwenye maombi lazima uwe specific umwambie Mungu nini unataka katika kile ambacho kinaendelea. Nitakupa mfano wa kwanza kabisa katika kitabu cha Yohana mtakatifu sura ya tano na mstari wa pili kwa habari ya yule mtu ambaye alikuwa anahitaji msaada wa uponyaji katika birika la Betsalva. Yohana Mtakatifu sura ya tano na mstari wa pili. Sikiliza kwa makini sana mstari huu. Biblia inasema hivi na huko Yerusalemu, penye mlango wa kondoo, pana birika iitwayo kwa Kiebrania Bethzatha, nayo ina matao matano. Ndani ya hayo jamii kubwa ya wagonjwa walikuwa wamelala, vipofu, viwete, nao waliopooza, wakingoja maji yachemke kwa maana kuna, kati, kuna wakati ambapo malaika hushuka akaingia katika ile birika akayatibua maji. Basi yeye aliyeingia wa kwanza baada ya maji kutibuliwa, Biblia inasema hivi akapona ugonjwa wote uliokuwa umempata. Sasa sikiliza hapo kwa makini, na hapa palikuwa pana mtu ambaye alikuwa hawezi muda wa miaka thelathini na minane. Yesu alipomwona huyo amelala. Sikiliza hapo sasa, Yesu alipomwona huyo amelala, naye akijua naye akijua ya kuwa amekuwa katika hali hiyo siku nyingi. Yesu alijua ya kuwa mtu yule amekuwa katika hali ile siku nyingi, shika neno hilo, ya kwamba Yesu alifanya nini? Alijua ya kwamba amekuwa katika hali ile siku nyingi. Yesu akamwambiaje? Yesu akamwambia, wataka kuwa mzima? Yesu akamwambia, wataka kuwa mzima? Yesu alichomuuliza hakumuuliza hali yako ikoje, kwa sababu Yesu alijua. Yesu alichotaka kutoka kwake, je, wataka kuwa mzima? Kwa maana nyingine, Mungu hakutaka kujua nini kinaendelea kwake. Mungu alitaka ajue nini anataka katika kile kinachoendelea. Biblia inasema hivi, yule mgonjwa akamjibu, Bwana mimi sina mtu wa kunitia birikani maji yanapotibuliwa, ila wakati napokuja mimi mtu mwingine hushuka mbele yangu. Yesu akamwambia, simama, jitwike godoro lako uende. Yesu hakutaka kusikiliza yale anayoyaongea, kwa sababu Yesu hakutaka kujua stori anazoziongea. Yesu alitaka ajue nini anakitaka. Sasa, stori hii ili upate kuifahamu, twende kwenye kitabu cha Marko sura ya kumi. Huo ni mstari wangu wa pili siku ya leo, kuanzia mstari wa hamsini mpaka wa 52. Bible inasema hivi hapa. Bible inaeleza kwa habari ya Batimayo kipofu. Utaona hekima ya Batimayo tofauti na mtu yule ambaye tulimsoma katika kitabu cha Yohana. Bible inasema hivi: Yesu Kristo alipofika Yeriko, aliposhika njia kutoka Yeriko pamoja na wanafunzi wake, mkutano mkubwa ukamfata na mwana wa Timayo, Bartimayo yule mwombaji kipofu alikuwa ameketi kando ya njia, naye aliposikia kwamba Yesu wa Nazareti anap, anapita alianza kupaza nini sauti kusema, mwana wa Daudi, unirehemu. Hakumwambia kwamba mwana wa Daudi, mimi ni kipofu, alimwambia mwana wa Daudi ufanye nini unirehemu. Watu wakamzuia zuia, wakamzuia, wakamzuia. Baadaye Yesu akasema mleteni hapa aliposikia kwamba Yesu anamwita, sikia alichokifanya. Biblia inasema hivi, mstari wa hamsini, akatupa vazi lake akamwendea Yesu. Cha kwanza Bartimayo anaonyesha imani, alikuwa na vazi la kuomba akalitupa lile vazi. Kwa nini? Aliamini ya kwamba leo nimepona, ili vazi la upofu silihitaji. Alitupa vazi la kuombaomba kabla hata hajaombewa. Alafu Bible inasema hivi, Yesu akajibu akamwambia wataka nikufanyie nini tena? Yule wa kwanza alirahisishiwa swali, akauliza wataka kuwa mzima? Yesu anamuuliza Batimayo, wataka nikufanyie nini? Ona Batimayo anavyojibu. Yule kipofu akamwambia, mwalimu wangu nataka nipate kuona, mwalimu wangu nataka nipate kuona. Alienda akiwa amenyoka na kabisa namna hii ya kwamba Bwana Yesu, sitaki ujue, kwa sababu najua kwamba unajua mi ni kipofu najua unajua kwa mimi ni kipofu tena siku nyingi, najua unajua kwa mimi ni mwombaji, ila nakwambia nachokitaka, nataka nipate kuona. Yesu akamwambia hivi, enenda zako, imani yako imekuponya. Yesu akaiona imani kwa Batimayo, akamwambia imani yako imekuponya. Mstari wangu wa tatu na wa mwisho kabisa ni katika kitabu cha Mathayo Mtakatifu, sura ya sita kuanzia na ule mstari wa saba. Yesu Kristo anaweka wazi, anasema hivi, nanyi mkiwa katika kusali msipayuke payuke. Watu wengi wanafikiri kupayuka labda ni kuomba kwa nguvu, labda mtu akiwa anaomba kwa nguvu ndo anapayuka. Hapana, kwenye maombi kinachojibu sio kelele. Unaweza ukawa unaomba kwa ukimya, unaweza ukaomba kwa nguvu, Mungu pia akajibu. Yesu alivyosema msipayuke, kupayuka nini maana yake? Kupayuka ni kuongea maneno yasiyokuwa na maana. Ukisikia mtu anakwambia kwamba bwana usipayuke, maanake unaongea maneno yasiyokuwa na nini, yasiyokuwa na mpangilio, yasiyoeleweka. Ndio maana Yesu kuna wakati aliwambia wana wa Israeli kwamba mnapiga makelele, maombi yenu ni kelele. Maana yake nini? Yesu anasema msipayuke payuke manake, msiongee bila mpangilio, msiongee bila katika kitu ambacho kinaeleweka. Yesu anawaambia hivi, kama kama watu wa mataifa, maana wao hudhani ya kuwa, wao hudhani ya kuwa watasikiwa kwa sababu ya maneno yao mengi. Kuna watu ambao wanahisi kwamba kwenye maombi wakiongea maneno mengi, labda wameoma masaa manne masaa matano masaa sita wanafikia watajibiwa maombi yao. Mimi nimeona kuna mtu anaomba ombi hilo hilo dakika kumi anapata majibu, na kuna mtu anaomba ombi hilo hilo masaa matano masaa sita na apati majibu. Nimeona hata kwenye maisha yangu ya maombi, tangu Mungu ameanza kunifundisha kuhusu kuomba, kuna maombi ambayo kuna maombi ambayo naweza nikayaombea siku nyingi na nisione matokeo, ila kuna maombi ambayo nikienda kuyaombea dakika chache sana napata matokeo. Kwa nini? Sikiza nikwambie, ndio maana wanafunzi wa Yesu walimwambia Yesu, tufundishe kusali kama vile Yohana alivyofundisha wanafunzi wake. Maana yake nini? Wanafunzi wa Yesu wakasema, tumeona wanafunzi wa Yohana wanaomba, tumemwona Yohana anaomba, tumekuona we Yesu ukiomba. Maana wanafunzi walimwona Yesu akiwa anaomba, wamemwona Yesu akiomba, lakini wakasema, hapana, tunataka utufundishe kuomba. Kwa nini? Kwa sababu kuomba ina ina ujuzi kuna namna unatakiwa uombe ili upate matokeo katika jina Yesu. Ndipo hapa Yesu anawaambia wao, watu wa mataifa wanafikiri kwa maneno yao mengi ndo watasikiwa. Hapana, siki Yesu anavyowaambia, anasema basi basi, msifanane nao na maana baba yenu ana baba yenu anajua mnao yahitaji kabla ninyi hamjamwomba. Kumbuka Yohana sura ya tano, Yesu alijua yule mtu anapitia nini. Ndio hapa Yesu anasema anajua mnayoyahitaji, mnayoyahitaji anayajua, kabla atamjaomba. Ndio yule mtu alijua ila anasema hivi basi, ninyi salini hivi. Yesu anatoa mpangilio wa prayer ya kwamba maombi yako lazima yawe na shabaha, lazima uweke shabaha kuliinua jina la Bwana, lazima uweke shabaha kuita ufalme wa Mungu, lazima uweke shabaha mapenzi yake yatimizwe. Anaendelea, maombi yako lazima yawe na shabaha. Mungu anataka maombi yako yawe na mpangilio mzuri, lazima ujue kwa kwamba nini ambacho unakitaka kitokee katika jina la Yesu. Naomba nikwambie siku ya leo katika jina Yesu, unapoenda kuomba leo hii, hebu omba katika namna ya hekima, omba kama neno lilivyoelekeza katika jina Yesu. Omba kama vile Elia alivyoomba, alikuwa very specific ya kama anahitaji mvua. Ukienda kwenye maombi yako, maombi sio maneno mengi, maombi sio kuomba masaa mengi, ijapokuwa sizui kuomba masaa mengi, si very important. ila katika hayo masaa mengi lazima uwe na shabaha, mweleze Mungu nini unakitaka Usiwe kama wana wa Israeli ambao walikuwa namwambia Mungu, oh, tuna njaa, ungetuacha Misri, hapa jangwani tunapitia hiki ba tungekuwa Misri, umetaka utuue hapa. Hayo ni malalamiko. Mungu na nalalamikia Israeli, lakini tazama Musa, Musa alikuwa very specific ya kwamba ee Bwana, maji yanahitajika, ee Bwana, bahari hapa, nyosha fimbo. Musa alikuwa very specific. Kwenye maombi yako Acha kuongea maneno mengi kumwambia Bwana umenisahau Bwana umeniacha Bwana hapana. Nenda nyoka kwenye maombi yako, mwambie Mungu nini unakihitaji katika jambo lako. Mwana wa Mungu, ninakuombea leo hii Mungu akuzidishe hekima ya kuomba, lakini nakuombea tumaini lako la maombi lile. Je, inawezekana saa hii umeomba kwa muda mrefu mpaka tumaini lako la maombi limepotea na kuombea bwana kurejeshia tumaini lako la maombi katika jina la yesu kristo aliye hai na unapoenda kuomba ukapokea majibu ya maombi yako Uka. unapoenda kuomba katika jina la yesu ukaombe na ukapokea majibu ya maombi yako kila nguvu za giza na falme ambazo zimesimama ili kuzuia majibu ya maombi yako, ninaziharibu katika jina la Yesu Kristo aliyaye. Safari hii ukaombe na ukapokea majibu ya maombi yako kwa jina la Yesu. Amen. Mwana wa Mungu, tafadhali subscribe channel kama bado hujasubscribe, na hapo chini kwenye description kwenye comment kuna linki, bonyeza hiyo linki, jiunge na channel yetu ya WhatsApp ya maombi, hakika utabarikiwa. Mungu akubariki sana. Amen.